Asalamu As alaikum, mshabiki wa jukwaa la msichana jasiri, hivi unajua kwa Idi sio siku ya ibada pekee, bali pia ni wakati wa furaha, mitindo na mwonekano mpya. Kila msichana ana njia yake ya kipekee ya kipekee ya kujiandaa na siku hii maalum, kuanzia uchaguzi wa mavazi, mapambo ya hina hadi maandalizi ya chakula. Na leo nazungumza na baadhi ya wasichana kujua ni jinsi gani wamejipanga kusherehekea siku hii. Mimi ni Michelle Siza, tuende sikukuu ya Eid, maandalizi yangu yanakuwa ni marefu kidogo. Asubuhi tunaamka mapema, tuna swala la alfajiri, kisha tunaandaa kwanza bait chai, alafu tunaenda msikitini. Tukisharudi tunakunywa chai, tukisha kunywa chai tunaanza maandalizi ya kupika. Tukishamaliza kupika pale, sasa tukishatenga watu washakula wageni hapo, sasa ndio tunajiandaa kwa ajili ya mtoko. Katika swala so zima la Eid, kwanza huwa nalichukulia ni swala ambalo kwanza kwa sababu kwa mwaka huwa nasikia mara moja, kwa hicho kitu huwa nakichukulia kitu ambacho sitaki kiondoke hivi hivi katika maisha yangu. Katika mavazi kwanza, ile katika vazi la kwenda kuswalia Eid huwa nashona, kuna maroda inaitwa aljabibi na huwa nashona yale, lakini pia chini huwa navaa viatu virefu, naenda zangu msikiti nikitoka hapa. Katika sasa swala zima la kutoka, huwa tunatoka na familia na watu wengine hapo huwa navaa vitu ambavyo yaani nakuwa na, na natokelezea na, na. Hakika sikukuu hii wasichana wamejipanga kutokelezea na kupendeza hasa. Je, hupendelea kusherekea na marafiki au familia? Mimi napenda nikisherekea sikukuu ya Idi nikiwa na wazazi wangu, lakini kwa mwaka huu sipo na wazazi wangu. Napenda kuwapelekea salamu zaidi wazazi wangu wakiwa huko mkoani Dodoma. Tahadhari ambazo nazichukua siku ya Idi, maana kuna watu wengine wanasherehekea kwa kupindukia. Kwanza yani, naangalia sehemu ambayo nayoenda, je, kuna usalama? So naenda tu bila kujua sehemu ambayo ninaenda, je, kuna tahadhari gani? Kwa hiyo, waga naangalia sehemu ambayo naenda, ili nisije nikapatwa na janga lolote, licha ya kupendeza kwenda sehemu mbalimbali na hata kuchukua tahadhari. Je, yeah, husherekea kupindukia au kwa wastani? Siku ya sikukuu na sherekea vizuri na kwa wastani, sisherekei kupindukia, kunywa pombe, kufanyaje? Hapana, mimi ni binti, najua heshima yangu iko wapi. Kwao na sherekea wastani na wahitaji, yani kitu ambacho nakihitaji na sherekea, hapa ndo mwisho wangu, na wapeleka wadogo zangu kubembea na rudi nyumbani. Safi kabisa. Hakika kila msichana ana njia yake ya kujiandaa kwa kusherekea Eid. Vipi wewe, unajiandaa vipi? Tuandikie kwenye comments. Mimi ni Michelle Siza, nikutakie Eid Mubarak.